komaa ya mtoto wako katika trimestri ya pili. Mwisho ya mwezi wa ine mtoto iko na takriban sentimita 15 urefu na anaweza kupima kati ya gramu 113 na 142 sawa na kimo ya parachichi au avoka. Mama anaweza kusikia kutingizika ya mtoto na mtoto anakuwa na alama za vidole mwisho ya mwezi wa tano mtoto iko na karibuni sentimita makumi na mbili na tano nukta nne urefu na anaweza kupima kati ya gramu miambili makumi na nane na tatu na miamoja kumi na moja sawa na kimo ya embe. Ujuzi yake inaendelea kuendelezwa na hisia ya kusikia inazidi kuwa bora. Mtoto sasa anaweza kusikia sauti nje ya tumbo ya uzazi ikiwa ni pamoja na sauti ya mama na mapigo ya moyo pamoja na sauti zingine katika mazingira. Mwisho ya mwezi wa sita mtoto iko na karibuni sentimita makumi na tatu nukta tano urefu na anaweza kupima kati ya gramu mia nne makumi tano na tatu na mia sita makumi nane sawa na kimo ya nanasi mdogo. Macho ya mtoto sasa inafunguka. Mtoto anaanza kutofautisha kati ya mwangaza na giza.